uka mwaka jana na mwaka huu tulipata ziara za viongozi wa kitaifa wakubwa wawili. Mwaka jana alipita Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika wilaya zetu zote za mkoa huu na baadaye akafuatia Daktari Balozi John Emmanuel Nchimbi. Kila nikipita eneo hili nimekuwa na mimi nikilitazama kwa mtazamo huo ambao viongozi wale walitoa maoni yao, na maoni ya kiongozi mara nyingi yanakuwa ni maagizo, si ndio? Kwa hiyo nikikaa kwenye, kwenye vikao vyangu kule, nilikuwa najaribu kuwaambia mheshimiwa mkuu wa wilaya, wakurugenzi wa manispaa waone namna watakavyoboresha eneo hili. Sasa nimefarijika kuona hatua za mwanzo zimeanza kuchukuliwa na kweli wako kwenye mpango wa kutaka kuboresha eneo hili ili lilete sura hiyo ambayo viongozi wale wangetamani iwe hapa, ndio lango la kuingilia mkoa wa Ruvuma ukiwa unakuja na ndege. Lakini idadi kubwa ya watu walioko hapa wanatakiwa kutazamwa kama sehemu muhimu ambayo italeta taswira nzuri ya kuingia kwenye mkoa wetu kwa njia ya anga lakini la pili ambalo waliniambia ni ishu ya bodaboda na bajaji, kwamba kwa vile hapa ndiyo sura ya mji unapoingia kwa njia ya anga, angetamani kuona bodaboda na bajaji wana utaratibu mzuri, ikiwepo vyombo vyao, ikiwepo mavazi yao na namna nzuri ambayo inaweza pia ikatoa fursa kwa wasafiri walioko pale apoti kutumia usafiri huu huu wa kuingilia ndani ya mji wetu, badala ya watu kuendelea kusubiri pale magari yaje kutoka mjini kuja kuwachukua, wakati hapa ziko pikipiki za kutosha, ziko bajaji za kutosha, ambazo zinaweza zikatumika kama sehemu ya usafiri kwa watu au wa wageni hao. Na hili nalo nikasema pia ni lazima tuliangalie upya namna ambavyo tunaweza tukatumia fursa ya uwepo wa uwanja huu na hawa maafisa wasafirishaji wa bodaboda na bajaji, namna wanavyoweza kutumika pia kusaidia usafiri na usafirishaji wa watu wengi. Baada ya kuyaona hayo, ninadhani tunayo kila sababu ya kuwaangalia bodaboda na bajaji kwenye hili nililolisema la mavazi yao, la usafiri wao na namna bora ya kuratibu uwezekano wa kutumika bali